nyingi pia anaulizwa maswali mengi sana na watu tofauti tofauti. Nikasema niwaite wandishi habari leo, iwe siku special, niweze kuongea na kutoa tamko langu kwa mara ya kwanza. Niseme ni kweli, mimi nimeokoka na kuanzia sasa na kuendelea naimba Injili kutangaza neno la Mungu katika maisha yangu yote toka sasa. Ah, pia niseme namshukuru Mungu kwa kunipa afya na uzima nilionao mpaka leo, niko hapa pia. Samiri ni mtoto ambaye nimezaliwa au nimelelewa katika maadili ya dini sana, toka nikiwa mdogo mpaka hapa nilipofika sasa hivi kwa umri nilokuwa nao. Nimelelewa katika mazingira ya na maadili ya dini sana, ndio maana hata hata hapa nilipo leo ni kwa sababu nililelewa katika maadili ya dini. Kwa imani yangu na malezi yangu ndio nilifanya mpaka leo niko hapa na tuko wote sote kwa pamoja. Leo natoa tamko rasmi, wale ambao walikuwa hawajui wajue, kuanzia sasa Samiri, kutoka sasa na kuendelea, katika maisha yangu yote ni mwimbaji wa Injili. Kwa hiyo nitoe wito pia niseme karibuni sana wale ambao mlikuwa mkisikiliza katika nyimbo za Bongo Fleva kwa wakati uliopita, karibuni sana kwa tushirikiane kwa pamoja, tumtukuze Mungu na kutangaza sifa zake na utukufu wake mataifa yote, kwa sababu Mungu yupo kwa ajili yetu sote, na lengo la kutuumba sisi wanadamu ni kwa ajili ya kumwabudu tu. Mungu ameumba wanadamu ili tumtumikie na kumwabudu. Kwa hiyo mi niseme wito wangu kwa vijana pia, mtumikie Mungu ngali kijana na afya zako, kitu kizuri tu. Pia Mungu upokea waliokosea kwa wakati wote na nyakati zote zile, hata hiwo ulifanya kosa gani, Mungu kwake hana kosa kubwa ambalo anashindwa kukusamehe. Nichukue nafasi hii pia nitambulishe uh, wimbo wangu mpya ambao umetoka leo rasmi. Nakukaribisha kuitazama video yangu ya wimbo wangu mpya unaitwa narudi narudi. Kwa sababu narudi, wimbo wangu unazungumzia maisha yangu au maisha ya mtu wote yule ambaye alipotea, alimsahau Mungu, alikuwa akifanya matendo ya ajabu ya, yasiyompendeza Mungu, lakini akajitafakari, akagundua kuwa kuna sehemu alikosea, sasa ameamua kumrejea Mungu wake. Ndio maana ya wimbo wangu narudi, kutoka mbali kilomita, ndio nilishapotea huko Nishapewa maagizo na maagizo ya kufanya ni mtu ambaye labda alitumwa sehemu fulani kwenda kufanya majukumu fulani, lakini ameachana na kule alikuagizwa, ameenda kufanya vitu vingine sehemu nyingine tofauti. wimbo narudi, hiyo. Mimi niseme, wimbo unazungumzia narudi maana yake wangu unapatikana katika platform zote, unaweza kutazama YouTube. Yes, kutazama kwenye akaunti yangu I am Samir, Samir TV. Yes, usisahau kusubscribe pia kuwa wa kwanza maanake, ndo tumeanza kabisa, huu ndo mwanzo wangu. Leo ndio introduce kwa mara ya kwanza wimbo wangu wa injili. Kwa hiyo kuwa karibu na mimi endelee kupata neno la Mungu katika maisha yako, likujenge kwa imani yako, karibuni sana. Mimi niseme asante sana, cha kumalizia tu niseme katika Biblia ukisoma Yeremia moja mstari wa tano Mungu anasema Kabla sija kuumba nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa. Kwa hiyo kwangu mimi niseme Mungu alishajua kuwa leo nitakuwa hapa na nyinyi waandishi wa habari, nitakuwa hapa kujitambulisha rasmi kumtumikia Mungu wangu. Kwa hiyo Mungu alishajua kabla hata leo haikufika. Kwa hiyo maswali na taharuki zote jibu lake ndio hilo, Mungu anajua zaidi kuliko sisi, alishajua kwa leo tutakutana before hata sisi hatujafikiri. Kwa hiyo Mungu amenipa kipaji cha kuimba vizuri, amenipa uwezo wa kuandika mashairi mazuri, amenipa sauti nzuri ya kuvutia. Lakini mimi mwanzo nilikuwa sijui naitumia wapi au nikitumia wapi kipaji changu alichonipa Mungu. Lakini leo nimetambua na nimejua nimeamua kumuelekea Mungu wangu kwa kumtumikia na kuimba nyimbo za Injili kutangaza neno lake ikawe uponyaji kwa mataifa na mataifa. Asanteni sana. Karibuni sana. Kama kuna mtu mwenye swali, anaweza akaniuliza pia. So, <coughs> swali. Okay. Okay. Sawa sawa, ah, kwa kifupi, nilibatizwa si muda mrefu sana, ni kama kama miezi minne iliyopita lakini maamuzi yangu yalikuwa ni muda mrefu ya kubadilika na kuokoka na kumtumikia Bwana Mungu wangu. Mi naswali makanisa yote, sina tabaka, naingia kanisa lolote kwa sababu popote kwenye nyumba ya Mungu waweza kuongea na Mungu pia na Mungu akusikia. Okay na maisha yangu tangu nilikuwa nilikuwa yaani, sawa na maisha yangu yote tangu nilikuwa najua Uislamu, nikiongezea kwa lichosema kama na kweli, lakini kwa msingi wa swali pia kaka, kimsingi, watu watatamani kufahamu ni kufahama, nani mlezi wako wa kiroho, nani ambaye atakusimamia kukuongoza katika upande mzima kwa sababu huku tunaamini ndio management inaweza kwa nyuma ya support na nini, lakini tunaamini kwamba wewe ni ujenu kwenye uua, lazima unahitaji mtu ambaye atakuwa ni kiongozi wako katika kukulea, katika kukulia ule ukovu ambao weli ni kweli kabisa. Samiri imezaliwa katika maadili ya dini ya Kiislamu kabisa. Na toka nimeamua kubadilisha dini na kuwa Mkristo na kuokoka. Inachukua muda mrefu sana lakini ilikuwa ni jambo langu mimi mwenyewe peke yangu na Mungu wangu kwa sababu naamini mawasiliano ya mimi na Mungu wangu ndio kitu cha msingi kwanza kwa kule ambapo nataka kuelekea. Ah, na cha pili niseme pia mimi kiongozi wangu ni Mungu. Mimi mtu ambaye aliyeniongoza mimi ni Mungu. Lakini kuna watu ambao niko nao na management ambao tunashirikiana kwa pamoja kufanya kazi ya Mungu kuhakikisha jamii inapata ujumbe ambao tumeuandaa kwa ajili yao uwafikie. Kwa hiyo uongozi upo, niko na baadhi ya management ambazo nafanya nao kazi, niko na Jeva Media. Kwa hiyo taratibu ziko sawa, niko na usalama kabisa mzuri. Aa, kwa kweli sina mpango tena wa kubadilisha dini. Yeah, yeah. Okay. Kubadilisha jina sio kitu ambacho nimefikiria kwa sasa, mimi bado naitwa Samir, kwa sababu jina naona jina haliingiani yani sana na, na misingi ya kidini jina ni, ni, ni, ni ile hali ya watu kufahamiana kwa urahisi tukihitajiana kuitana kwa mtu ambaye akusikii labda au amekupa kisogo. Kwa hiyo jina ni utambulisho tu lakini haihusiani na mambo ya dini kabisa. Kwa hiyo mimi naitwa Samir, ibaki hivyo kwa Samir. Na kingine unafamu wengi, lakini la pili a kwa kweli mimi ili hapo hapo kwa hapo ilipo mimi niseme. <laughs> Uliza tena swali lako. <laughs>

inaonekana swala lako liliandaa vizuri vile vile maana umerudia. Mimi niseme kuhusiana na na nyimbo zangu zilizopita, sio kitu ambacho naweza kuzungumzia kwa sasa, kwa sababu wakati uliopita ni wakati wa zama zilizopita ambazo mimi sasa hivi sinazo tena. Mimi ni, ni Samiri mwingine kabisa, ni mtu mwingine kabisa, ni Samiri lakini na vitu vingine, matendo mengine, utaratibu mwingine, unafahamu. Kwa hiyo Siwezi kuzungumzia chochote kwenye swala hizo nyimbo zilizopita kwa sababu kwa sasa sizitumii na siko nazo na sirudi tena huko kwenye wakati uliopita wa hizo nyimbo. Ah, uh, na kitu ambacho naweza kusema najutia. Mimi najutia mda mrefu kwa nini nimechelewa kufanya kazi ambayo naifanya sasa hivi ya kumtumikia Mungu. Kwa nini nimechelewa kumpokea Yesu mapema? Na kitu ambacho najutia. Lakini majuto yangu yametoka sasa hivi, najisikia vizuri, najisikia furaha kwa kuwa tayari nimempokea Yesu. Kwa hiyo washauri hata vijana pia karibuni. Ukimpokea Yesu tupata amani ya moyo, unakaa sawa, mambo ataenda tu, pia maisha mazuri sana kwa Yesu. Uh, kwa mziki wa Bongo Fleva imedumu kama miaka ikafika miaka hata ishirini hivi, kwa sababu mimi niweza mziki ule nilikuwa niko mdogo sana kwa hiyo ukuaji wangu wote ndikuwa ndani ya Bongo Fleva. <tipa> Unasema hapana, changamoto zipo ya tunapitia changamoto nyingi sana katika maisha tu ya kawaida, lakini mara zote katika maisha yangu Samiri nimekuwa mtu ambaye najiuliza sana kwenye kila ambapo nakosea, kila sehemu ambapo nakosea, najiuliza, narudi nyuma, kwa nini nimeingia kwenye makundi ya ajabu? Kwa kipindi hicho tulikuwa tunakunywa mapombe, ni mmoja kati ya mbaya, na shirikiana na shetani sio kitu sahihi, kwa sababu naona kabisa Roho inasema na mimi sikuumbwa kwa ajili ya kutumika huko. Narudi, narudi kutoka mbali Bwana, Bwana uni karibishe.